Watiliaji wa SNADAREAL TV, leo hii tumefika kijiji cha Mangida, kata ya Msange, jimbo la Singida kaskazini, ambalo kwa hivi sasa ni jimbo la uh, Ilongero. Tumekuja kushuhudia kisima kirefu kimechimbwa mahali hapa, ikiwa ni kutatua changamoto ama kero ya maji ambayo imedumu kwa muda mrefu, na wananchi wame shukuru uh, diwani wa kata hii pamoja na mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini, Ramadhani Ighondo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba wananchi sasa, uh, kero hii imetatuliwa na sasa watapata maji, na wamemwahidi Rais Samia pamoja na mbunge na diwani kwamba wao uh, wamesema katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wao wanajua cha kufanya, watawalipa kwa ya namna ambavyo wamekuwa wakiwatatulia changamoto mbalimbali ikiwemo mbali kuwaletea miradi mingi ya maendeleo. Kwa jina naitwa Haji ya hungu mwangu mwenyekiti wa, mwenye wa kijiji cha Mangida. Ndugu zangu waandishi wa habari, wa naomba kwanza niwakaribishe katika eneo hili la hapa la kijiji changu. Karibuni sana, na pia mheshimiwa diwani wa kata ya Msange ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Singida DC okay. Ito, ito, ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Singida DC, pamoja na mbunge wetu Ramadhani Ighondo, pamoja na rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia suluhu Hassan. Ndugu zangu wananchi wa Kishamangira, tunaomba tuwashukuru tuwa watu, watu watatu tumshukuru Mheshimiwa Elia kwa kushirikiana tangu hapa kisima kianze kujengwa, na tangu tukae naye tarehe mbili mwezi wa, nani, tarehe nne mwezi wa pili mwaka huu, tuliwahi kufanya mkutano, tukawalilia, tunawaambia nani, tukawaambia tunahitaji maji pamoja na mheshimiwa mbunge, na wao waliahidi kwamba watatekeleza hili swala ndani ya miezi mitatu, na hili swala mweli, tari, nani? Wametekeleza kweli ndani ya miezi mitatu. Kwa hiyo mimi sina mengi, niwashukuru pia watu wa Ruwasa kwa kushirikiana na sisi kwa kutusaidia kuchimba hiki kisima, na nishukuru, tumepata nani, tumepata maji mazuri ya kutosha. Kwa jina naitwa, anaitwa Magedana na Natandu na Moranga. Mimi ni mwananchi wa Mangida na ni mama anayeona shida ya maji, anayepata shida Tumetoka mbali kwenye kijiji cha Mangi na tumepata shida. Hata kama una mimba unatoka hapo unaenda kutuchota maji Msange, na kichwa umebeba galoni mkononi, na mimba kama ya miezi tisa ya miezi nane. Shida tuliyoipata mpaka sasa hivi, tumepata shida mpaka sasa hivi tuna wajibu. Ninaomba Mheshimiwa Rais pamoja na mbunge pamoja na diwani, mlichokifanya Mungu atawatangulia na atawalipa yale yote mlioyafanya. Ninashukuru na ninasema asante kwa serikali ya Mangida iliyokuja kwa mwaka 2025. Labda ndio Mungu amejibu maombi yetu. Tumeteseka sana sisi wananchi wa Mangida, na ngombe wetu tuliowafuga madumi hawajapata raha tangia tangia, labda yani, tangia kupita rais wetu Nyerere mpaka sasa hivi tuna shida. Manake ile kipindi kilichopita tulipata tulipata, walisema wazazi wetu walipata fursa kidogo ya maji mpaka leo. Sisi tunachota maji Sagara ndio kwenye bwawa na Msangi tumepata shida sana mpaka sasa hivi, tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na mbunge pamoja na Elia Dira diwani wetu. Kwa jina naitwa Felista Ernest, ni mkazi wa kijiji cha Mangida. Jina langu naitwa Felista Ernest, ni mkazi wa kijiji cha Mangida. Nitoa tu historia fupi tangu nimekuja Mangida 1985. Nilitokea sehemu ambayo ilikuwa na maji lakini nilipofika hapa nilikutana na mahadisi ya maeneo ya kusema kwamba tulikuwa na kisima ambacho kilikuwa na maji, tulikuwa na umwagiliaji wa bustani, lakini sikuiona mpaka sasa hivi. Nina miaka 40, nimekuja tu nimeona lile tangi pale chini na maji yalikuwa yapande juu. Sasa, kwa kuwa serikali sasa hivi imetuona, imeona mangi na ni jinsi gani tumeteseka, diwani wetu ameona ni jinsi gani tulikuwa tunamlaumu sana, nikupongeze diwani kwa kweli Diwani tumemlaumu mara nyingi, lakini hili jambo halikuwa kwenye uwezo wake, lilikuwa kwenye uwezo ambaye taratibu Mungu labda aliweka mm, na ndio mwaka huu labda ndo limekamilika mm. Kwa kweli tumeteseka, tumeteseka. Ukiangalia watoto wetu, ukifananisha na watoto wengine uwatamani, tutasema hawa wazazi labda ni wachafu. Ukiangalia mifugo yetu, saa zingine kwato zinaisha kwa sababu ya kutembea kutafuta maji umbali mrefu um, umbali. Kwa hiyo kisima hichi baada ya kuchimbwa uhai wa mwanadamu ni maji. Tunaona sisi tut, tutanufaika na manufaa, kunufaika kwetu maji yapande juu, kwa sababu tukisema yabaki huku chini, tutakuwa bado hatujanufaika, shida yetu itakuwa bado iko pale pale, kwa sababu mimi au mtoto au mzazi mwingine, wengine hawana uwezo, na mifugo haiwezi kuchota huku mara mbili mara tatu. Mtupandishie maji juu ili tuchote tupate na sisi fursa ya kuingiza hata mabomba majumbani kwetu, na luasa pia na yenyewe pia ipate. Kwa sababu, kwa sababu sisi tumeona tutanufaika na hichi kisima. Tunampongeza raisi sani, Samia Suluhu, mwanamke mwenzetu ametupambania, mpaka sasa hivi tumepata maji. Siwezi kumsahau mbunge wetu Ighondo Ka, wa kwanza kabisa Elia Dira kwa sababu ndo tunakaa naya, ana ona vizuri, tunampongeza, niwashukuru na ninyi nasema asanteni sana. Mungu awabariki. Kwa jina naitwa Muna kinwa Simuna, mimi ni mkaaji wa kijiji cha Mangida kuanzia mwaka 1968 hmm. Baba wa Taifa ndio alikuwa ni mwenzi na vilevile vile, tuna mwenzi kijiji cha kwanza kabisa katika mkoa wa Singida ni Mangida mdilu pamba, mzee Julius Kambarage Nyerere alipigania kuangalia maji wananchi. Wakati huo ulikuwa wanateseka maji, ilikuwa tunapata endesh tunapata gairo maili tatu mpaka maili nne, unatoka saa nane ya usiku unakuja saa tisa mchana huku, umebeba kibuyu chenye lita ishirini kwa bega. Sisi wakati huo tulikuwa watoto, hata wakati ule unaamshwa kuamka kwenda kuswaga ng'ombe, unaona baba na mama wananitesa. Maji hayo tuliyapata wakati baba wa taifa alipoangalia, mpaka elfu moja mia tisa tisini na nane mpaka elfu mbili na kumi na mbili hatujayaona ya maji kisima wakasema kimepinda, wataalamu vile vilevile. Wakati huo nasoma mwaka sabini na sita maji yalikuwepo karibu kabisa. Natoka asubuhi natumia dakika kumi au dakika tano naogea shuleni kwenye BP. Shida ilikuwa hakuna. Baada ya miaka maji kutoweka, kwa kweli tulipata shida, tulikuwa tunachangia maji na ng'ombe, utafikiria wanyama wa porini. Sasa hivi tulikuwa tunaomba, wazee wenzangu, mimi sio mzee, wapo walionitangulia, lakini wakaniweka kwenye kundi la wazee, wakaniambia karibu. Tulikaa tukamwita Elia, mheshimiwa wa kata hii, mheshimiwa Ighondo akatufikishia kwa mama Samia Suluhu. Je, katika kata yangu Elia diwani kuna shida moja mbili tatu, akamsikia mpaka leo hii. Nashukuru Mungu, tulikuwa tunaomba sisi tunaombaga kijadi, na leo hii tumefanya kijadi, na mwanzo tulifungua maombi ya kijadi. Mungu akasaidia leo hii tumeyaona maji. Kwa majina yangu naitwa Boniface Simba Mgoya, mkazi wa kijiji hiki cha Mangida. Ndugu waandishi wa habari kama mnavyotuona sisi wananchi wa Mangida kata ya Msange, ni washukuru watu watatu. Wa kwanza ni mshukuru Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa pili Mheshimiwa Ramadhani Abedi Ighondo ambaye ni mbunge wetu wa jimbo la Singida DC, na watatu Mheshimiwa diwani wetu kata ya Msange na ni Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri kwa kazi nzuri waliyoifanya kwa kushirikiana kuhakikisha kwamba kijiji cha Mangida kupata maji kutokana na hali halisi wananchi wanavyopata shida ndani ya miaka mingi. Pia nikishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kuchagua serikali imara yenye kujali maslahi ya wananchi wake na kuwafikishia huduma karibu. Sasa mimi kama mwananchi wa Mangida tunatoa shukrani kubwa kwa serikali yetu, iendelee kutenda mema, na wale walioko madarakani ni Mungu amewaweka wenyewe mwenyewe. Kwa hiyo tunawaombea Mungu tena waendelee kutenda haki kama waliwetutendea hapa kijiji cha Mangida. Ukimwangalia kijana wa miaka 40 utafikiria ni kijana wa miaka sabini, ni mtu wa miaka sabini, kwa sababu wanafanya kazi ngumu kwa miaka mingi. Kwa sasa hivi kwa mradi huu tuliopata mkubwa kijiji chetu cha Mangida, kwa kweli hata pia maendeleo yetu yatakwenda kwa kasi, kwa sababu nikiamua kujenga nyumba sasa, kama maji yatasambaa vitongoji vyote, kwa hiyo tutatumia gharama ndogo kuliko siku hizi za nyuma. Ukitaka kujenga hapa mpaka miaka tano ndio malize nyumba. Kwa hiyo niwapongeze pia serikali yetu ya kijiji, ya kijiji ikiongozwa na mwenyekiti wetu Haji ya Hungu Mwangu kwa kuunganika bila kuachana. Ah, mimi ni John Hassan, Snada Real TV Singida.